Kwa wachezaji wenyewe kuna muda yes, unakubaliana kama morali ni uh, kama inakuwa inashuka, ni kama wanacheza kama wameshinda hivi, uone ile ile ile ile ile ya kupambana eh, mwanzo wa mwisho. Tofauti kubwa ya Simba na Yanga iko hapo. Ukiwatazama Yanga waliocheza na JS kabli, eh? Unaona wana fight dakika ya kwanza mpaka mwisho, ni timu inatafuta kitu. Yanga na Farabat pale Zanzibar, nafikiri Jadu likuwepo Ilikuwa ni mechi ngumu, lakini wali push to the maximum mpaka wanapata matokeo, na hii hii jihad ya Yanga inawafanya wanafanikia kwenye mazingira magumu sana. Lakini wachezaji wa Simba kuna muda unaona ni kama wame relax uwanjani, you don't see them pushing, kiasi kwamba wana shauku ile hamu ya kutaka kupata kitu. Hata wakienda kurusha, wako relaxed. Wakipoteza mpira, kuna watu wa abiria uwanjani, hawarudi kucover nafasi. Lakini Yanga wanaweza kashambulia, wakipoteza wanarudi kama nyuki, wote wa mbele wale wanakwenda kupress juu akisha kuchukua mpira tena. Lakini simba utaona wanashambulia, wakisharudi rudi wanarudi wale viungo na walinzi, kuna watu kama watatu wanne mbele kule wanatembea. Sasa mpira hawezi awezi kuwa hivyo, kwa hiyo wanahitaji kuimprove mazoezini, wanahitaji kuongeza morale, wanahitaji kuongeza fighting spirit kwao.